Awali wakazi wa mkoa wa Kagera walilazimika kusafiri umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 400 kwenda jijini Mwanza kufuata huduma za kibingwa za afya kwenye hospitali ya rufaa ya Bugando kutokana na hospitali ya mkoa kutokuwa na baadhi ya huduma muhimu ikiwemo wodi ya kutoa huduma za dharura na ICU. Hapo mwanzo tulikuwa tunatembea umbali wa kilomita 800 kutoka kwetu kijijini Murongo huko. Kuwepo kwa jengo hili la kisasa la huduma ya dharura ambalo lina vifaa vingi vya kutosha imetusaidia sisi watu wa huduma kutoa huduma bora kwa wakati. Tunashukuru sana serikali ya awamu hii chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Huduma za kibingwa zikuepo. Sasa kuna huduma za kibingwa ambazo hata operation za vichwa zinafanyika hapa. Hasa sasa hivi wametuletea mabingwa vifaa vipo. Hatuna usumbufu tena. In fact,